Tunaposema misitu ni uhai, kwa maana misitu inatunza mazingira, misitu ni chanzo cha maji, misitu ni chakula. Kwa maana unaona hapo Wizara ya maji inaingia, Wizara ya mazingira inaingia, Wizara ya maliasili na utalii inaingia, kwa sababu pia misitu ni utalii. Na lengo letu kubwa sisi limekuwa ni, ni eh, kuhifadhi mazingira na tunajaribu kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukafanya binadamu akaishi kirafiki na na mazingira. Tunasema we want to make human uh, live with nature. Tunafahamu kabisa binadamu akiishi ka kirafiki na mazingira, hata kata miti ovyo, hata tupa solid waste ovyo hata aribu maji atalima kutaratibu, na dunia hii itakuwa ni sehemu rafiki eh, ya kuishi. Eneo letu la Rombo na sehemu kubwa ya mkoa wetu wa Kilimanjaro, ingawa hali inaonekana kuwa na unafuu kulinganisha na maeneo mengine, lakini bado tuna changamoto pia ya ukataji miti na uchomaji moto katika baadhi ya maeneo, lakini pia ufugaji usio endelevu nalo ni miongoni mwa matatizo yanayotukabili mkoa wa Kilimanjaro na hata wilaya ya Rombo. Tuna changamoto kubwa ya kuwa na eneo dogo kwa ajili ya kilimo ambacho ni muhimu ili kuendeleza maisha yetu kwa ajili ya biashara na matumizi ya chakula majumbani. Niwaombe WWF kupitia kaimu mkurugenzi wa WWF na wadau wengine watusaidie kuhamasishana kutengeneza mipango na matumizi bora ya ardhi, na sisi kama halmashauri tutahakikisha tunasimamia mipango hii ili itekelezwe kwa usahihi. Tunapozungumzia uh, uh, misitu kwa ujumla, ni eneo ambalo linagusa sekta nyingi, kibiolojia, kiikolojia. Tunapozungumzia hali ya chakula tunagusa eneo kubwa sana bila misitu, mvua hakuna, hakuna chakula, lakini hakuna maji tunapozungumzia sekta ya maji, lakini uhifadhi wenyewe, wanyama pamoja na wadudu wanaweza wakatoweka. Lakini kwa kauli mbiu kubwa na malengo makubwa ambayo wanayo wenzetu pia wa WWF, wenyewe wanasema, e, sitisha kabisa uharibifu, land degradation, uh, na kutunza mazingira ya dunia na kuhakikisha mazingira yanakuwa ni sehemu salama kwa binadamu kuishi. Kilimanjaro uh, ni yetu na ni maisha yetu. uh, my uh, Kilimanjaro, my, my, Kilimanjaro my life. Kwa hiyo ina maana kwamba tunawahamasisha watu wanaoishi eneo uh, la Kilimanjaro kutunza mlima pamoja na mazingira yake. Uh, kwa maana ya kwamba tunahitaji kutunza vyanzo vya maji ili, ili tuhakikishe kwamba uh, mazingira yanaendelea kuwa mazuri katika eneo hili.